Moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Uturuki ya tupilia mbali tuhuma za kubana uhuru wa habari, huku akiushutumu umoja wa Ulaya kwa kutokuwa wa kweli. Kenya yatengeneza viatu hivi vya michezo kwa matumaini kuwa vitapata sifa kama wakimbiaji wake wa masafa marefu. Mapokezi makubwa kwa timu hii inayocheza ligi kuu ya England ikiwa na nyota wake Wayne Rooney. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka Idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Donald Trump Jr. amesema hakumfahamisha baba yake kuhusu mkutano wake na wakili ambaye ni raia wa Urusi aliyetaka kumpa taarifa muhimu kuhusu mshindani wake wa chama cha Demokrat Hillary Clinton mwaka jana. Akihojiwa kwenye kipindi cha Hannity, cha Fox News amesema mkutano huo haukuwa na maana yoyote. Wapinzani wanasema Trump Jr. angetakiwa kwenda mara moja kutoa maelezo haya kwa shirika la upelelezi la FBI. Tunaungana hivi sasa moja kwa moja na Dr. Ndirangu Wachanga akiwa katika eh, jimbo la Wisconsin nchini Marekani. Yeye ni, ni kutoka chuo cha Wisconsin cha Marekani. Karibu sana Dr. Wachanga, labda eh, ni kosa gani ambalo wamelifanya Trump Jr. hasa kukutana na huyu wakili wa Urusi. Uh, wanadisi wa masuala ya kisheria wanataja kuwa zipo vipengee ambavyo vina wa haviwaruhusu hasa kuomba ama kukuwa na mikutano na watu ambao wa kutoka nchi za nje ambao wanaweza wakafadhili ama kujaribu kupata ujumbe ambao unaweza kaunaiweka hasa uchumi wa nchi kwenye mambo kama Hmm. Hili wingu la Urusi na, na utawala wa Donald Trump na Trump mwenyewe kama rais limeonekana li kutanda kwa muda hivi sasa, litaweza kumwathiri ku, ku, kweli na, na, na kazi zake za kila siku, itakuwa ni vigumu japo ikumbukwe kuwa akivumbi cha kipindi cha, kipindi cha vita baridi kivumbi hicho bado hakijatua na kubukubu kubu yake inaonekana kwa watu ambao bado wana wasiwasi kuhusiana na uh, uhusiano wa hizi nchi mbili, kwa sababu bado itikadi na maadili ya nchi zote mbili bado zina mushki wake. hmm. Na sasa, kuna ubaya gani hivi sasa? Najua tumesonga mbele miaka mingi tangu vita baridi zilizokwisha. Kuna ubaya gani kwa Marekani kuwa na uhusiano wa karibu na, na, na, na Urusi Uh, hilo ni swali nzuri na ni swali ambalo pengine tutalitupia kwa nao piga kura viongozi uh, wengi na hasa tukiangalia kama Rais uh, Obama kabla amalize um, kipindi chake, kuna mambo mengi ambayo yalikuwa ni ya bi, ka, karibu um, uh, miongo miongo mitano na bado hayajakuwa yakisuluhishwa, ukiangalia kama kwa mfano Uh, ule uhusiano alijaribu kuanzisha na nchi ya Cuba ambayo kwa hivi sasa uh, Rais Trump amesema kuwa huenda wataanza kuangalia upya, kwa hivyo hicho kivumbi bado hakijatua mm. Na tukiangalia sasa uh, Donald Trump Jr nini kitampata, kita, kita sasa hivi, maanake Marekani wote mnalizungumzia swala hili. Kunao uh, ambao wametaja kuwa kuna wa uwezekano wake kushtakiwa kwa kusema uongo, hasa ikiwa yeye alikuwa amehusika uh, uh, uh, na wengine waliohusika kwenye mkutano huo hasa ikiwa walikuwa me, wametoa hoja tofauti na kwa wachunguzi wa serikali za shirikisho. Lakini wengi ambao wametaja kuwa pengine hili liwe ni kosa la uhaini, lakini wa, ambao wanaelewa masuala ya kisiasa wametaja kuwa hilo hali, haliwezi kuwa kwenye kwenye uwezekano, kwa sababu Marekani na Urusi haziko kwenye vita kwa wakati huo. Dokta Ndirangu Wachanga, asante sana kwa kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka Wisconsin kuhusiana na tathmini hiyo ya Donald Trump. Na ukitaka maelezo kuhusu taarifa hiyo unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa BBCSwahili.com, sakata hilo la Donald Trump na mwanaye nam. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo ya kujaribu kutafuta suluhu ya mzozo mbaya kuwahi kutokea Ghuba kwa miaka mingi. Bwana Tillerson anakutana na mawaziri wa nchi nne za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia zinazoiwekea vikwazo Qatar. Nchi hizo zimesema zitaendelea kuigomea Qatar licha ya bwana Tillerson kusaini mkataba na Qatar Jumanne wa kupambana na ugaidi. Kaimu rais wa Nigeria Yemi Oshibanjo, anasema rais Muhammadu Buhari anapata nafuu haraka na atarejea nyumbani hivi karibuni. Alikuwa akizungumza baada ya kumtembelea bwana Buhari hospitali hapa London anakotibiwa ugonjwa ambao haukutajwa. Bwana Oshibanjo amekwisha rejea Nigeria, akisema alijadili na bwana Buhari kwa saa moja masuala mengi. Bwana Buhari amekuwa London tangu mwezi Mei. Umoja wa Mataifa unasema umegundua makaburi 38 na zaidi yanayoweza kuwa ya watu wengi walioathiriwa na ghasia za hivi majuzi zilizotokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa umesema idadi hii itafikisha idadi ya makaburi yaliyogunduliwa katika jimbo la Kasai kufikia angalau 80. Ni mwaka mmoja sasa tangu mapinduzi ya shindikana kufanyika nchini Uturuki na katika mahojiano ya kipekee kabisa na BBC Rais Erdogan amekataa taarifa za ukosoaji na ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari tangu njama hiyo ya mapinduzi kushindikana. Pia amelaumu Umoja wa Ulaya kwa kutokuwa na ukweli kuhusu uwezekano wa Uturuki kuwa mwanachama wa EU, na amesema anatumaini kwamba atakuwa na makubaliano ya biashara huru na Uingereza wakati itakapojiondoa katika Umoja wa Ulaya. Zuhura Yunus anatuarifu zaidi. Mwaka mmoja uliopita Uturuki karibu itumbukie gizani. Jaribio la mapinduzi lilozuiwa wakati askari wa Kituruki walipopambana na askari wa asi baada ya kuitikia wito wa rais wao, alivamia na kuibuka na nguvu zaidi. Halafu kama kamata, kamata ikaanza. Watu elfu hamsini walikamatwa, laki moja na nusu walifukuzwa au kusimamishwa kazi wakituhumiwa kuhusika na jaribio hilo. Kwa mara nyingine tena, Uturuki ni nchi inayoongoza kwa kuwafunga gerezani waandishi wa, wa habari takriban 150 wako jela. Lakini akizungumza na mwandishi wa BBC katika kipindi cha Hard Talk, Rais Erdogan alipuuzilia ukosoaji unaomkabili na alikana kukosekana kwa uhuru wa habari. Wale waliopo gerezani si waandishi wa, wa habari, baadhi wameshirikiana na makundi ya kigaidi na wengine wamefungwa kwa kumiliki silaha. Mwaka uliopita pia umeteteresha uhusiano na Ulaya. Uturuki ilihamaki kwa nchi za kimagharibi kukosoa kamatakamata hiyo, huku bwana Erdogan akiwasema viongozi wa Ujerumani na Uholanzi kuwa watawala wa Kinazi. Amesema ndoto ya miaka mingi ya Uturuki kujiunga umoja Ulaya, wa Ulaya hauwashughulishi sana. Watu wangu wengi hawataki tena kujiunga na EU. Hawaoni kama EU wanania thabit na Uturuki licha ya yote haya, tutaendelea kuwa na imani na EU kwa muda kidogo tu. Uchumi mkubwa wa Uturuki unalengwa sana na Uingereza ya baada ya Brexit. Rais amesema anataka uhusiano imara zaidi nchi mbili, kutoka pande yoyote ya EU kuingia katika uhusiano mpya. Huyu ndiye Erdogan, tayari kupambana na kuwafurahisha wafuasi wake. Kwa wakosoaji wake ni ushahidi wa kuporomoka kwa demokrasia, ameigawanya nchi haijaegemea sana magharibi, lakini imegawanyika zaidi, na kwa Uturuki ya EU na washirika wa NATO si mshirika rahisi. Zuhra Yunus, BBC. Na matangazo yetu ya redio unaweza kuyapata pia kupitia bbcswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka hapa London, niku nami Salim Kikeke. Habari kuu usiku huu. Akihojiwa na televisheni ya Fox News Donald trump Jr amesema hakumfahamisha baba yake kuhusu mkutano aliofanya na wakili raia wa Urusi aliyetaka kumpa taarifa muhimu kuhusu Hillary Clinton mwaka jana. Ni mwaka mmoja sasa tangu jaribio la mapinduzi nchini Uturuki lifanyike na Rais Erdogan katika mahojiano maalum na BBC ametupilia mbali lawama dhidi ya nchi yake kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Na vikosi vya Iraq vinaendelea na harakati zao dhidi ya watu wanaotuhumiwa kuwa ni wanachama wa kundi la Islamic State huko magharibi mwa mji wa Mosul, ikiwa ni siku mbili tu baada ya kutangazwa ushindi dhidi ya kundi hilo. Walioshuhudia wamesema helikopta za jeshi zimefanya mashambulio katika maeneo ambayo bado kuna baadhi ya wapiganaji wa, wa kundi hilo. Wakati huo huo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema bado kuna raia wengi waliokwama katika mji wa Mosul wengi wao wakiwa waliopotelewa na familia zao. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Huyu ni yatima kutokana na vita vya Mosulu, wazazi wake wote wameuawa. Yeye ni mmoja ya waathiriwa wa mapambano dhidi ya kundi linalojiita Islamic State. Ameletwa katika zahanati hii akiwa na pia mlo na hata jina lake hana. Matabibu hapo wanasema kuna watoto wengine zaidi kama yeye nam kuna watoto wengi bila ya wazazi, wengi wao wakiwa wameuawa kutokana na mashambulizi ya anga au mtutu wa bunduki. Ni uharibifu mkubwa sana. Ijapokuwa waziri mkuu wa Irak ametangaza kupatikana na ushindi, lakini bado wanamgambo wanashikilia baadhi ya maeneo, huku raia wakijaribu kukimbia ili kutafuta usalama wao. Mara nyingi raia hawa huwachukua watoto wanaokuta njiani Shiba anasema alifyatuliwa risasi na mlenga shabaha wa s wakati akijaribu kukimbia. Huyu aliyempakata si mwanawe, anasema mama. Na baba huyu wa mtoto huyu wamekoma chini ya kifusi. Madaktari katika hospitali ya Naume magharibi ya mji wa Mosul wanajitahidi kukabiliana na hali ya mambo, huwatibu waliojeruhiwa na waliodhaifu. Pia bwana huyu yutabani baada ya kupatikana chini ya kifusi. Na hapa kuna mayatima wengi tu. Huyu ni Ghalet, ambaye amekuakilia tu. yuwapi babangu, yuwapi babangu? Hunyamaza kulia pale, matabibu wakijaribu kumliwaza kwa kumdanganyadanganya na mchezo ya kwenye simu to... ni vigumu sana kumliwaza, kila wakati analia na kumtaka baba yake, mama yake. Ni maafa makubwa, siwezi kumsaidia, siwezi kuwa baba yake wala mama yake. Nifanye nini? Kwa kweli ni vigumu hata kuwatambua waliokufa. Makundi ya uokozi yamekuwa yakijaribu kutafuta alama yoyote ya uhai, wakati wakipekuapekua takataka za mabaki ya vita. Irak siyo tu itabidi kujenga tena mji huu, bali pia itabidi kuimarisha na kuboresha maisha ya watu pia. Suluma Kasim, BBC. Na mtarajia Afrika Mashariki sasa. Na wanariadha wa Kenya wanajulikana duniani kwa weledi wao katika mbio za masafa marefu, na sasa kampuni moja inatengeneza viatu vya kwanza vya riadha kutoka Kenya kwa matumaini kwamba viatu hivyo vile vile vitapata sifa duniani kote. Ferdinand Romondi anasimulia zaidi. Hivi ndivyo viatu ambavyo vinatarajia kuandika sura mpya katika vitabu vya historia ya riadha nchini Kenya. Vinaitwa Enda, yaani kuenda vilibuniwa naye Weldon Kennedy na mwenzake Mkenya. Wawili hao walichangisha dola laki moja na elfu ishirini na nane katika kampeni ya mtandao na kuzalisha kampuni ya Enda. Na katika kiwanda hichi kilichopo viungani mwa mji wa Mombasa, ufundi unaendelea taratibu. the important thing for us was not volumes. Uh, cha muhimu kwetu sio wingi wa viatu, ile ni ubora. wanariadha Kenya unahusishwa na mafanikio. Huwezi kunda viatu vya riadha visivyo na hadhi na kusema kimetoka Kenya. Kwa sasa wanatengeneza kama viatu mia moja hamsini kwa siku, lakini Kennedy anatarajia kuwa idadi hiyo itaongezeka kwa siku zijazo. Kiatu chenyewe kimeundwa na alama kadhaa zinazoashiria wa ukenya wake. Kwa mfano, hapa kuna alama ya mkuki ambayo hupatikana katika bendera ya Kenya. Hapa kando kuna alama kumi na mbili ambazo zinawakilisha siku ya Kenya kupata uhuru, ambayo ni tarehe kumi na mbili Disemba. Hapa nyuma kuna neno harambee ambao ndio mwito wa Kenya kujiunga pamoja. Na kisha kiatu chenyewe huja kwa rangi tatu tu, nyeusi, nyekundu na kijani kibichi ambazo ndizo rangi za bendera ya Kenya. Lakini kiatu hiki si kutokana na bidhaa ya Kenya pekee, malighafi zinatengenezwa Uchina na kuunganishwa hapa, kwa sababu viwanda vya Kenya bado havina uwezo wa kutengeneza malighafi hizo. Kampuni hii inatarajia kuwa ipo siku itaweza kutengeneza kiatu kizima kutoka Kenya. Kwa sasa wameshirikiana na wanariadha wa Kenya kuunda kiatu ambacho kitawiana na sifa za Kenya kwenye safu ya riadha. Viatu vya mwanzo vya majaribio vilipowasili tukavitia mguuni na kuanza mbio. Baada ya kukimbia kilomita kadhaa tukaanza kutathmini muundo gani tunataka. Tumekuwa na hamasa sana ya kufanya nao kazi. Justin na Joan ni wanariadha wa masafa marefu wanasaidia kampuni ya Enda kutathmini ubora wa viatu wakati wa mazoezi, hasa kwenye maeneo ya Eldoret wanakofanya mazoezi. Yeah, mi nimetumia karibu mwaka mmoja niko na nimetumia mwaka mmoja na nimekimbia karibu 360 km iko tu sawa kama viatu vingine. Ghala ya kiwanda imejaa viatu vilivyoundwa tayari kwa mauzo kote duniani kwa njia ya mtandao, na wateja wengi wamekuwa wakiagiza kutoka Marekani hadi Japan ni mwanzo bora kwa kampuni ya kwanza ya viatu vya mbio vya Kenya, lakini safari bado ni ndefu. Ferdinand Omondi, BBC Kenya. Namna baadaye kidogo, katika habari za michezo tutasikia mustakabali wa kiungo mshambuliaji wa Arsenal, Mesut Ozil ambaye anataka kuondoka Emirates, lakini hana uhakika na hilo, tutajua nini mustakabali wake. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena katika Dira ya Dunia na sasa ni habari za michezo, na moja kwa moja tuitizame Everton ambayo inacheza ligi kuu ya hapa England, imekwisha wasili nchini Tanzania kwa ajili ya mtanange wake wa kukata na shoka kesho dhidi ya Gor Mahia ya Kenya, Everton imetua ikiwa na usajili wake mpya kabisa Wayne Rooney. Kikosi hicho kimefanya shughuli kadhaa hii leo e, pamoja na kutembelea katika shule ya msingi ya uhuru mchanganyiko jijini Dar es Salaam, kabla ya kukipiga hiyo kesho. Shadrack Mansasu anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam, kabla ya yote huduma kwanza. Mara tu baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam, Evertoni wametembelea shule hii ya msingi ya Uhuru mchanganyiko ambapo wamekuja kuwatia moyo watoto wenye ulemavu, wakiongozwa na kapteni wa timu hiyo Leiton Bens, wachezaji yakini Borasie, Ademola Lokman, Idris Agueye wamefika hapa kujionea namna gani elimu inatolewa kwa usawa baina ya watoto wenye ulemavu na wale wasio na ulemavu. Shule hii inafadhiliwa na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, DFID ambapo pamoja na watoto wenye mahitaji mengine shule hii huhudumia watoto wenye ulemavu wa kuona na kusikia. Kiongozi wa timu anaelezea anavyojisikia kuwepo nchini Tanzania. Hii ni fursa nzuri sana kwetu kama timu kusafiri na kujifunza kwa kadiri tuwezavyo. Tunapokuwa njiani, labda tutapata muda wa kujifunza mengine mengi zaidi mchana huu, lakini kesho tuna mechi, halafu mara tu baada ya hapo tunarudi nyumbani. Kwa hivyo tunajaribu kwa kadiri ya uwezo wetu kuona tunaweza kufanya nini, hata kama ni kidogo tu kwa jamii wakati tukiwa hapa. Wachezaji hawa walipata fursa ya kucheza mchezo huu uitwao golbol, mchezo maalum kabisa kwa watu wasioona unaotumia mpira wenye kengele. bila kushangaza, watoto wazoefu wakaibuka kidedea. Na hivyo tuna maamua kufanya tukio hili ili kuweza kuwaweka, kuwatia moyo ama kuwaweka karibu kwa wanafunzi hawa, wajisikie na wao wapo katika jamii. Niliwauliza wamejisikiaje kucheza mpira na wachezaji wa ligi kuu ya Ulaya ni majisiazu ahajiotkani ya kwanza hata kuwaona live TV. Yeah. Ndio ya an kwanza kuona na Everton. <laughs> Ujio wa Everton umeibua hisia nyingi sana miongoni mwa mashabiki wa mpira nchini <inaudible> ni fursa kubwa kwa wachezaji wa Tanzania na sisi kwenda kushuhudia wenzetu, kwa nini soka lao linakuwa leo. Ilikuwa ni kionjo tu, lakini kesho ndio siku inayosubiriwa kwa hamu zaidi, Wakati ambapo Everton watatua uwanjani kumenyana na timu ya Gor Mahia ya Kenya. Ni Shadrack Monsasu huyo. Wakati hayo akitokea Tanzania, mlango wa pili tu nchini Kenya, michuano ya kumi ya riadha ya chini ya umri wa miaka 18 imeanza jijini Nairobi. Michuano hii ni ya siku tano, inafanyika kwenye kituo cha michezo cha Moi na ukifuatilia matokeo utayapata moja kwa moja katika BBC Swahili.com. Na mkiungo mshambuliaji wa Arsenal Mesut Ozil anasema anataka kusalia Emirates na kuwa atajadili mustakbali wake baada ya mechi za kujiandaa na msimu mpya. Mkataba wa Ozil unamalizika mwaka 2018 lakini kumekuwa na wasiwasi kuhusu iwapo ataondoka au la. Arsenal wanapambana na Sydney FC siku ya Alhamis uh, nchini Australia, halafu atakutana na Western Sydney Wanderers siku ya Jumamosi kabla ya kutoka Australia na kuelekea China, na wakiwa China watakutana na Bayern Munich na Chelsea kabla ya kurejea London na pengine tutafahamu atakayosema Mesut Ozil. Dani Alves naye amejiunga na Paris Saint Germain kwa kusaini mkataba wa miaka miwili. Beki huyu kutoka Brazil alikuwa akisakwa sana na Manchester City, lakini klabu hiyo haikuwa tayari kumpa mshahara wa pauni laki mbili na elfu thelathini kwa wiki ambazo anapokea bila wasiwasi wowote kutoka PSG. Manchester City bado anaendelea kumfuatilia beki wa Spurs Kyle Walker na tumalizie kwa tenis. Bingwa mtetezi wa Wimbledon pff, Andy Murray ameaga mashindano baada ya kubanjuliwa na Sam Kery katika robo fainali ya uh, Wimbledon. Kery anakuwa Marekani wa kwanza kuanza kufika nusu fainali ya michuano mikubwa tangu Andy Roddick mwaka elfu mbili na tisa. Murray alionekana kusuasua kutokana na jeraha la paja alilokuwa nalo. Novak Jokovich naye ameshindwa kuendelea kutokana na, kutoka na jeraha na hivyo Roger Federer ambaye amesonga mbele kuingia nusu fainali ana nafasi kubwa ya kunyakua kombe la Wimbledon. Mwisho wa habari za michezo. Nam, tuangalia ujumbe wako kuhusiana na taarifa ya Everton kwenda nchini Tanzania. Kasus solehe anasema dunia sasa inamulika Tanzania kwa ujio wa Everton, itasaidia utalii kwa upande wa mpira. Nadhani utaongeza hamasa kwa wachezaji wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Asante sana David Lekoe. Uh, lekoe yeye anasema kwa wachezaji wa Tanzania mawazo yao ni kucheza Simba na Yanga tu, hapa hakuna watakaojifunza. Na Derek Nisechus anasema kuwa Tanzania tutajifunza mengi pia, tunaweza kuwapa nafasi wachezaji wetu kujua makosa yao. Asante sana kwa ujumbe wako huo, na tunaweza kuendelea kuwasiliana kupitia Twitter kupitia Twitter yangu hiyo hapo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya kwa muktasari tu siku huu ni kwamba katika televisheni ya Fox News, Donald Trump Jr. amesema hakumfahamisha baba yake kuhusu mkutano aliofanya na wakili raia wa Urusi. Vikosi vya Iraq vinaendelea na harakati zao dhidi ya watu wanaotuhumiwa kuwa wanachama wa kundi la Islamic State magharibi mwa Mosul, na hayo yametokea siku mbili tu baada ya mji huo kusema umekombolewa. Nam na, hatimaye unamaliza vipi ghadhabu na hasira? Tizama hii. Waandaaji wa warsha ya kupunguza ghadhabu au stress, msongo wa mawazo nchini Ufaransa, wa wanasema kuvunja vunja vitu kunasaidia sana kutuliza moyo. Kampuni moja ya kutupa taka ndio hutoa chupachupa hizi na wanapelekewa kule, napeleka, navunja. Ukitoka hapo, unajisikia burudani kabisa, umemaliza hasira zako, badala ya kwenda kuanza kupigana na watu mitaani. Mwisho wa Dira ya Dunia usiku huu wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Salim Kikeke. Usikose kuungana nasi tena kesho, natakieni watakieni usiku mwema, alamsik.